Fasalu ahla dhikri in kuntum um, la ta'lamun. Salamu rahmatullah. Mjamzito anatakiwa aswali ni kweli, ila kuna wajawazito wengine wakiwa na mimba changa anakuwa anapenywa na, na, na mikojo anekea haja ndogo basi kila wakati na ana, anatapika tapika kila muda, je ye, yeye anatakiwa aswali? Bai midalila kutoka donge mdodoni. Tayib, ala kulli hal E, mjamzito anatakiwa kuswali, na mtu yeyote muislamu ambaye yuko hai, hajafikia hatua kuwa ni katika miongoni mwa faqidi alwa'i walidraki, hajafikia kuwa katika waliopoteza fahamu, maki anafahamu, anajua anachokifanya kitu gani, basi huyo anatakiwa kuswali kama kawaida, isipokuwa tu kwamba hadithi moja kuelezea amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba swali qa'iman, swali kwa kusimama, fa ilam tastatii fa qa'idan ikiwa hukuweza kwa kusimama, basi swali kwa kukaa kitako. fa illam tastati fa mustalqiyan bana, ikiwa hukuweza kwa kukaa kitako, basi swali kwa kulala. Kwa hivyo hata ukilala ubavu, ubavu unaweza kuswali, ndio umekaa, ukanyoosha miguu unaweza kuswali mm -hmm. Maana muhimu kwamba uwe, uwele katika swala la ibada unalifanya mm -hmm. Sasa ama hali ya kutokwa na haja ndogo kama alivyoashiria au kutapika mm -hmm. Taban ni sahihi kwamba, eh, kwenda haja ndogo au kutapika kunatengua udhu kama hadithi ilivyokuja katika Musnad Rabi' bin Habib na wengineo katika maulama wa hadithi ya kwamba alqai'u waru'afu yanqudhani alwudhua duna sola faidhan falata bihim almusalli tawadha wabana ala solatihi, kwamba e, ile kutapika alqai'u, kutapika waru'afu, na kutokwa damu puani. mm -hmm. damu ya mwina inaitwa katika lugha nyingine, ndio mawili hayo yanatengua udhu lakini si sala yenyewe, udhu tu tatenguka. Kwa hivyo ikimtokezea hali kama hii mtu akiwa ndani ya sala, basi anaweza kutia udhu tena akarudi akaendelea kuswali ikiwa ataweza, kama ulimu ameweka masharti mbalimbali katika kuchunga hilo, ili kuepusha kuwa sala itakatika katikati hapo. Lakini juu ya hayo kwamba ikiwa atatokwa na haja ndogo au ana, ana hali kama hiyo, je, mzito na inakuwa ni vigumu kwake kutia udhu kila wakati basi anatakiwa yeye ajisitiri, ajiwekee kitu cha kuweza kukuzuia ile haja ndogo isitapakae katika eneo ambalo liko nje, pala pale panapotoka haja hiyo, kwa kuweka mfano kitambaa kikubwa au kuvaa zile zile zana za kustiri wakati wa ada ya mwezi ambazo zinatumika, wanaweza kutumia kama zile, kwamba ili kitokezea haja ndogo kwa kidogo ile, kwa kiasi itapita pahala pale kwa kubakia pale tu, haitapakai sehemu kubwa zaidi, na wala asirejee sala tena baada ya hapo. Midhali kwamba ameanza swala hiyo hali ya kuwa na udhu, kwa kwa jumla kwamba udhuru wowote umetokezea kama ule umewekewa hukumu yake ya kisheria, ali mradi kwamba ile ibada ya swala iweze kufanyika, lakini isiachwe kabisa kwa sababu ya kuwa na udhuru wa aina hiyo. Wallahu taala alam.